Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa tv Imaan pamoja na msikilizaji wa radio Imaan, karibu katika makala hii fupi ya wiki. Siku ya leo tutaangazia suala zima la miliki bunifu. Miliki bunifu ni haki ya kisheria inayotolewa kwa mtu au taasisi inayounda au kuleta wazo jipya, ubunifu, au teknolojia ambayo ina thamani na inaweza kutumika kibiashara. Hii inahusika haki kama hakimiliki, alama za biashara na patent ambazo humlinda mtaalamu au mjasiriamali dhidi ya wizi wa kazi yao ya ubunifu. Kulinda miliki bunifu ni muhimu kwa ajili ya kulinda mawazo ya ubunifu, ili waweze kupata faida kutokana na kazi yao bila woga au kuibiwa. Timu ya uandaaji wa makala hii ilifika katika ofisi Brela ili kujua kuhusu miliki bunifu. BRELA Mboni ni wakala wa usajili wa biashara na leseni, ni taasisi ya serikali ya Tanzania inahusika na usajili wa haki za miliki bunifu, biashara na vyeti vya kampuni. Ofisi inatoa huduma za usajili kwa haki miliki, na hivyo kusaidia ujasiriamali na watengenezaji wa bidhaa kupata ulinzi wa kisheria kwa ufumbuzi wao. Miliki bunifu kama ambavyo inajieleza ina hii ni mali kama, kama zilivyo mali zingine uh, ambazo unauza, unauziwa, unakodisha uh, unahuisha yani ku renew uh, lakini kwa nini tunaita miliki bunifu? Watu wengi wana, wana mawazo uh, lakini namna ya kuhamisha mawazo yao kuweka kibiashara ndipo ambapo kidogo huwa kunakuwa na, na changamoto na ni moja ya sababu ya kwa nini wakala ameona umuhimu wa kuiweka elimu hii na kuweka huduma hii. Kwa mfano, zipo changamoto nyingi sana kwenye jamii nyingi mno ambazo nyingine bado hazijapata suluhisho. Sasa inapotokea mtu ame, amefikiri, ametumia muda, ametumia kichwa chake kufikiri na akaja na majibu ya changamoto zile Alafu akibaki tu na majibu yake, maana yake hiyo changamoto haijapata suluhisho kwenye jamii. Kwa hiyo uh, ina, inapaswa kutazama katika, katika nyanja mbili. Ya kwanza hii suluhisho lake ameweza kulieleza na likanufaisha jamii, lakini wakati linanufaisha jamii yeye mwenyewe sasa, ambaye amekuja nalo suluhisho amenufaikaje? Hapa ndio dhana ya IP ama intellectual property inapoingia. Ukibuni ama ukija na suluhisho la tatizo utakuja kwetu BRELA. Sisi tutakusikiliza baada ya kujiridhisha kwamba ni kweli alichokuja nacho kinatatua changamoto kwenye jamii, maana yake anapata sifa ya kusajili. Akisajili atatumia hicho alichokibuni kibiashara, wakati anakitumia kibiashara, maana yake uchumi wake utabadilika, tunaamini hivyo. Wakati huo huo jamii inakuwa imepata suluhisho la tatizo ambalo lilikuwa likitokea katika jamii hiyo, jamii inayomzunguka. Kwa hiyo hii aspekti ya, ya, ya miliki bunifu imekuwa ikizunguka katika nyanja hizo, na ndio maana uh, kati ya maeneo ambayo kwetu tumekuwa tukiatilia mkazo ni haya mawili, sehemu ya hataza ama uvumbuzi na hii sehemu ya, ya, ya, ya trading and, and, and service mark. Siku ya miliki bunifu ni siku muhimu inayoadhimishwa duniani kote kila mwaka ili kuhamasisha umuhimu wa kulinda miliki bunifu. Siku ya miliki bunifu duniani inaadhimishwa kila tarehe 26 ya mwezi wa nne kwa mujibu wa shirika la dunia la miliki bunifu yani WIPO World Intellectual Property Organization. Lakini kwa kuwa hapa kwetu tarehe 26 ya mwezi wa nne ni siku ya kitaifa, kwa hiyo uh, ofisi ya taifa ya miliki bunifu ambayo ipo BRELA inaadhimisha Uh, tarehe za mbele ambazo kimsingi ni katika kuto, kutofautisha au kukwepa kuadhimisha siku hiyo tarehe ambayo ni siku ya kitaifa. Yes, na kwa mwaka huu tunaadhimisha tarehe 21 ya mwezi wa tano. Kwa upande wa Tanzania bara, BRELA inasherekea siku ya miliki bunifu kwa kuandaa shughuli za kuelimisha umma, semina na maonyesho husu masuala ya miliki bunifu. Na matukio mengi sana huwa yanakuwepo katika siku hiyo Laki, kuna matukio kabla ya, ya, ya siku ya maadhimisho na kuna matukio wakati wenyewe wa maadhimisho. Mfano, katika matukio ambayo huwa tunayafanya mara kwa mara tunapoelekea kuadhimisha siku hiyo, huwa ni kutoa elimu katika vyombo vya habari vioni na maeneo mengine ambayo tunaona ni muhimu kufanya hivyo. Hata hivyo, BRELA kupitia kurugenzi yake ya miliki bunifu itaendelea kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ili kuweza kuona faida za miliki bunifu. Kurugenzi ya miliki bunifu ilianzishwa pale ambapo wakala alianza operations zake, sio kitu kipya, sio kitu kipya yes. na tumekuwa tukitoa elimu kuanzia hapo, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, mabadiliko ya teknolojia na mabadiliko mengine ya kijamii, unakuta elimu hii ina inaeleweka zaidi kwa wananchi, na kiukweli wengi wameamka, wame na wanafanya maamuzi ya kufanya usajili hali ilivyokuwa hapo kabla na ilivyo sasa ni tofauti, na tunaamini tunapoelekea itaendelea kuwa tofauti zaidi. Elimu itawafikia na wataendelea kufanya maamuzi, wataendelea kulinda uh, bidhaa zao, lakini pia wataendelea kuimarisha ubora katika bidhaa zao ambalo kimsingi ndio lengo hasa, maana kati ya vitu vyote hivi kitu ambacho tunazingatia sana ni mtumiaji wa mwisho wa huduma. Yes. miliki bunifu ni muhimu kwa maendeleo ya uchumi wa taifa lote, na BRELA inachukua jukumu kubwa katika kuhakikisha kwamba wajasiriamali wanapata haki zao za miliki bunifu. Kwa kusherekea siku ya miliki bunifu, tunapata nafasi ya kuhamasisha umma kuhusu muhimu wa kuwekeza kwenye ubunifu na kulinda mali ya akili, ili kudumisha maendeleo endelevu. Na hapa ndiyo tamati ya makala haya, iliyoangazia siku ya miliki bunifu kutoka Brela. Ulikuwa nami Kasim Limo. Mm.